Maandamano, niseme kama mwenyekiti, maandamano hayapo. Kama wana bodaboda, hayapo. Tuandamane kwa sababu gani? Ndugu zangu, wengine hapa, nilikuwa na tafakari wakati mbunge wetu anasema, hata tu debe la unga nyumbani sina, sina sina hata hela tu ya kuendea kiera ya kukimbilia Malawi sina. Sasa nani atuchanganye? Ama ni natosha, ndugu zangu, si wengine, ukipika mbaraga, maisha yanaenda, tutaendelea kuishi hivi hivi tu. biashara tu. Leo tuache kutafuta mia mbili kwenye bodaboda na watoto tunasomesha kwa njia hii. Leo mtu anaambia tuandamane, tuache kazi? Haipo, tunajiokotea kupitia bodaboda hizi, tuna familia tuna wake, tunasomesha kupitia bodaboda hii, maana yake tukianza kuandamana, vurugu zikianza, vitu vyote vinakoma. Hakuna mtoto ataenda shule, hakuna sijui kwenda kufanya biashara, hakuna. Sasa sisi wengine hata benki hatuna akaunti, hata mia bodaboda hatuko boda tayari, si ndio jamani? Yes. tutaandamana kwenda kupiga kura. Kwa kweli, masuala ya maandamano ni mabaya, tena ni magumu, hasa kwa nchi yetu jinsi tulivyozoea amani, hatujazoea sisi shida, na ndio maana mimi nasema maandamano sisi hayatupi ya faida. wanatushawishi kwamba hatufanye maandamano na nini, lakini mimi kama kijana mtafutaji mpambanaji na, nina, ambaye nina malengo yangu, nawashauri vijana wenzangu kwamba tusijenda kufanya kitu kitu kisifanyike kabisa, yaani kisifanyike. Tuendelee na mambo yetu, Oktoba 29 tuende tukapige kura, mwisho wa siku turudi katika vijio vyetu tufanye kazi, tuendelee na maisha mengine. Mimi sitoshiriki kwenye maandamano kwa sababu nina, nina malengo yangu, nina familia siwezi nikaenda kwenye maandamano, mwisho wa siku niletee athari familia yangu. tarehe 29 tuna uchaguzi mkuu Tanzania. Ah, nikaona nikae na ninyi, niwaombe kitu kikubwa cha msingi kwenye taifa hili letu la Tanzania ni amani inatokana na sisi wenyewe, jinsi ambavyo tunailinda na kuitunza. Kuna binti mmoja anaishi Ulaya, anaishi Marekani, anachochea maandamano kwenye taifa hili la Tanzania, siku kubwa ya uchaguzi mkuu wa taifa hili la Tanzania anachochea maandamano. Yeye yuko Ulaya na familia zake ziko Ulaya, sisi wa Tanzania Tangu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituachia misingi mikubwa ya amani, alituachia misingi mikubwa ya amani, na amani hii aliyotuachia sisi wote hapa tunaishi kama watoto wa baba na mama mmoja. Uongo nchi jirani, na nyinyi ni mashahidi, mmesikia Kongo, kunakuwa na vita kila mara, ku Burundi, Rwanda na nchi zinginezo jirani, ugomvi ukitokea wanakimbilia Tanzania. Kwani wanakimbilia wanakimbilia Tanzania kwa, kwa sababu Tanzania kuna amani. Lakini mimi mama yenu, dada yenu, ninaomba sana tuchague Chama cha Mapinduzi, ninaomba sana tuchague Chama cha Mapinduzi kwa mafiga matatu. Kwa nini ninaomba tuchague Chama cha Mapinduzi? Ninaomba sana tumchague Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mema mengi makubwa ya maendeleo aliyoyafanya. <coughs> Na sisi hapa wote ni mashahidi, mmeona pale Makandana, hospitali ya Makandana tumeiona. <coughs> tulikuwa na kihospitali cha wilaya cha ajabu ajabu, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan ameshusha ligorofa likubwa pale linameremeta, hospitali yake pale Ndugu zangu, tutake nini? Hospitali inavyomeremeta pale Makandana, anajali afya zetu sisi. Hata vituo vya afya tunajua sisi kwenye kata zetu humo, kuna zahanati, lakini vituo vya afya bado, mama amejenga ame humo, kwa sababu anajua mtaji wa mwanadamu yeyote ni afya. Mnaelewa kwamba mtaji wa mwanadamu yeyote ni afya, afya kwanza, si ndio? mzuri sana kwa sababu anajali afya zetu, anatupenda, ametujengea mahospitali ame lakini hospitali ina meremete ya ghorofa mbili pale Makandana. Ukifika pale unasema ah, au ndo huko anasemaga ni Ulaya? uongo wow. Ninaombeni sana jamani, tarehe 29 tukatiki, Mama Samia wa watu, amefanya kazi kweli kweli.